Alikuwa na duka dogo la mbao likiuza vitu vidogo vya matumizi ya nyumbani, chumvi, mafuta, sabuni na pipi za watoto. Lakini kila alipofunga biashara yake usiku, macho yake yalijaa huzuni. Majirani zake walipita kwa magari mapya, walijenga nyumba za kifahari, watoto wao walivaa mavazi bora, huku yeye akibaki pale pale akihesabu sarafu chache mkononi. Moyoni mwake swali moja halikuwahi kuondoka, kwa nini mimi nimesimama na wenzangu wanaendelea? Mke wake Halima mara nyingi alijaribu kumtuliza, lakini maneno yake yalikuwa kama upepo baridi usioweza kuuzima moto wa wivu na tamaa iliyokuwa ikiwaka ndani ya Juma. Kila siku alipoona marafiki zake wa utotoni wakipanda kimaisha, moyo wake ulizidi kupasuka na ndipo ikafika siku moja, alipokuwa akinywa kahawa kwenye kibanda cha jirani, akasikia maneno yaliyongonga moyoni moja kwa moja. Vijana walikuwa wakinong'ona kuhusu mganga mmoja maarufu wa milimani. Walisema alikuwa akiwapatia mali wale wanaomtii, na maisha yao hubadilika kwa siku chache tu. Usiku huo Juma hakuweza kulala akalala akibadilisha upande mmoja hadi mwingine, mawazo yakimkandamiza kama mzigo mzito. Asubuhi, kwa moyo uliosukumwa na tamaa, aliamua kufuata njia ya milimani. Alipokaribia nyumba ya mganga, upepo ulileta harufu ya uvumba na moshi wa mafiga. Mlango ulikuwa umefunikwa kwa damu ya kafara na nyuzi nyekundu zilizoning'inia zikiwa na mifupa ya wanyama waliokauka. Ndani, macho mekundu ya mganga yalimetameta gizani, yakimtazama Juma kana kwamba tayari yalijua siri za moyo wake. Na kwa sauti nzito, mganga alimwambia: wewe umefika kwa mali, sivyo? Mali ipo, lakini mali ya dunia hii huja kwa kafara, kwa damu na masharti. Ukicheza nayo, mali itayeyuka kama chumvi ndani ya maji. Je, uko tayari? Juma akavuta pumzi ndefu, moyo wake ukipiga kwa hofu na tamaa kwa wakati mmoja. Ndiyo, alijibu, nitatii hata iweje. Na hapo safari yake ya giza ikaanza, eh. Siku zilizofuata, Juma alianza kupata mafanikio ya haraka yasiyoelezeka. Wateja walijaa dukani mwake, pesa zikamiminika mikononi mwake kana kwamba mvua imenyesha. Kwa mara ya kwanza Juma akanunua gari jipya la kifahari, akapanda zaidi na kujenga nyumba kubwa ya kisasa iking'aa katikati ya nyumba za udongo. Lakini usiku, ndoto zake zilijaa giza na kelele za miayo ya wanyama waliokufa kafara. Halima aliona mabadiliko, moyo wake ukajaa hofu. "Juma, hii mali imetoka wapi?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Lakini Juma alimkazia macho na kusema, "Usiniulize maswali hayo, utapata kila kitu unachotaka." Ndipo ajali zilianza kufuata, moja baada ya nyingine. Watoto wa kijiji wakaanza kuugua ghafla, na watu walionyesha kidole kwa Juma. Halima akamlilia mume wake, "Hii mali imelaaniwa" Lakini Juma alikuwa tayari amenaswa kwenye mtego wa tamaa. Sauti ya mganga ikatokea gizani, ulichopanda ndicho utakachovuna. Asubuhi iliyofuata, kijiji kizima kiliamka na kusikia kilio cha ajabu kutoka milimani. Walipoenda kutazama, walimkuta Juma akiwa amelala kwenye udongo, macho yake yamegeuka kuwa mekundu. Mbali nyuma yake, nyumba ya mganga iliteketea kwa moto wa ajabu usiozimika kwa maji. Halima alipiga mayowe akakimbilia kwa mume wake, lakini mwili wake ukayeyuka taratibu kuwa majivu mikononi mwake. Tangu siku hiyo, majivu ya Juma yakabaki yakipeperushwa na upepo wa kijiji, yakiwa onyo la milele kwa wale wote waliotafuta mali kwa tamaa. Miaka ikapita, nyumba ya kifahari aliyojenga Juma ikabaki ikiharibika, kuta zake zikivunjika na magugu makali kuota hadi kufunika mlango. Wazee wa kijiji wakaanza kusimulia hadithi ya Juma kama fundisho kwa vijana, mali isiyo ya jasho huleta machozi na maafa. Halima alibaki akilea maisha kwa unyenyekevu, akiwahimiza wanawake wa kijiji kuishi kwa bidii na uaminifu. Kila mara upepo ukipuliza majivu kutoka milimani, sauti ya giza ya mganga ilisikika ikionya, tamaa ni moto unaoteketeza roho. Na hadithi ya Juma ikabaki ikipita kizazi hadi kizazi, kuwa onyo lisilofutika kwamba mali ya laana haina mwisho.